Na ni wengi ambao kuna mambo walikuwa wanayatumaini baada ya kupigwa wanamwacha Mungu. Kuna Wakristo wengi ambao wako mitaani, kuna watu wengi ambao tena wamchu Mungu kwa sababu, kuna baada ya kuokoka, kuna vitu ambavyo viliwazunguka na walikuwa na vitumaini, walikuwa wanavitegemea. Baada ya kupigwa vile vitu, wakamwacha Mungu, wakaona Mungu hana maana tena. Mungu walivoshena, anawinda kilichokuzunguka kila ambacho kiko karibu na wewe akikipiga hicho unamwacha Mungu moja kwa moja, kuyesikiria. Njia imesonga, mlango ni mwembamba, ituni watakoingia ni wachache, wachache, wachache wanaandagani wale waliolikana. Na ndio maana leo watu hawataki gharama, anataka ingia kanisani asiombe, siome, anataka kutumaini vitu ambavyo haviwapi gharama. Unapoona mtu anatumiia maji ya upako maana yake hataki gharama, anakopa gharama, anataka tu aenda akachukue maji amwage apone, achukue mafuta anywe apone. Lakini wokovu hauko hivyo, wokovu unahitaji gharama. Ndo maana Yesu anawarudia nafuzi, anasema kukesha na mimi hata saa moja. Alipoona wamelala, akawaamsha akawaambia, ombeni msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo wokovu huu hatuwezi kushikilia ipasavyo mpaka Yesu atakaporudi kama tutakuwa tumekimbia gharama. Kuvuka mlango ani, njia imesonga, imesonga maanake, na majaribu mengi, na majaribu hayo yanachoma kama moto yanaungusha. Tatueni kwenye Bibilia wengi waliweza kupafomu vizuri, waliweza kufanikiwa vizuri kwenye mifumo ya kiroho, wale ambao vitu vingine vyote vingie lakini walimshikilia Yesu walishikilia upofu wao. Nimesema shikilia sana kile ulichok